Niliweza kuelekeza jinsi gani ya kuweza kutengeneza international account kupitia laptop yako. Sasa hiyo video imeweza kufanya vizuri na nawashukuru sana kwa support yenu. Lakini watu wengi walikuwa wanashindwa kutengeneza international account kwa sababu hawana laptop. Sasa leo nimekuja na video ya jinsi gani ya kuweza kutengeneza international TikTok account kupitia simu yako ya mkononi. Haijalishi unatumia simu gani, aidha unatumia simu ya iPhone au unatumia simu ya Android, unaweza ukafanya kitu hichi katika simu yako na ukapata international account yako na ukaanza kutengeneza content ili uweze kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Na kama ndo mara yako ya kwanza mwanzo unaniona , usisahau kubonyeza alama subscribe hapo chini, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea, ili wewe uanze kupata video zangu endapo nitapost. Asante sana pia kwa support yenu katika video ile. Tumeweza kupata views wengi na nasema hivyo kwa sababu account yangu ya YouTube ina subscribers wachache sana. Kwa hiyo naombeni, mni support muendelee kusubscribe, share na rafiki yako, na waweze kusubscribe ili tufikie lengo letu la subscribers elfu kumi. Na nashukuru sana kwa support yenu na wale wote ambao mmenitazama kuanzia siku ya kwanza. Asante sana kwa support yenu. Sasa hivi, ndio jinsi ya kuweza kutengeneza international account ya TikTok kupitia ya simu yako ya mkononi. Naomba uangalie maelekezo haya kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa maelekezo haya ili uweze kutengeneza akaunti yako ya TikTok bila kukosea. Utaingia kwenye Play Store ama App Store katika simu yako, then utadownload application hii inaitwa Windscribe VPN. Pia hakikisha una email account mpya ambayo haujaunganisha kwenye TikTok account yoyote ile. Kwa hiyo, baada ya kudownload VPN hii ya Windscribe, itabidi uifungue, kisha utatengeneza account ndani ya Windscribe kama mimi tayari na account kwenye Winscribe kwa nitaenda tu connect kwenye VPN yangu. Kwa nitachagua location United Kingdom then location ni London Crumpets. Ili ujue VPN yako imeconnect utaona alama kufuli pale imefungwa na utaona IP address yako imebadilika. Kwa hiyo utajua VPN yako imeconnect then utaingia kwenye TikTok app. Baada ya kuingia kwenye TikTok yako utaenda kwenye upande wa profile. Kama tayari uko na account utaenda kubonyeza pale juu kwenye jina lako then utabonyeza add account. Then utaenda kwenye upande wa sign up. Kisha utachagua kwenye option imeandikwa use phone or email, utabonyeza pale then utaandika birth date yako. Baada ya kuchagua birth date yako, kama umeangalia mpaka muda huu wa video hii, naomba usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili uanze kupata video zangu endapo nitapost haya. Tuendelee katika video yetu, utaenda kwenye upande wa email. Then kwenye upande wa email, sasa utaandika email yako ambayo hujaunganisha popote pale kwenye TikTok then utaskip options zingine, baada ya kuverify Then, account yako itatengenezwa. Ili tuikague sasa kama ni international, tutaenda kwenye upande wa TikTok studio kutokea kwenye menu. Then ukiona hizi monetization options hususan creator rewards program, utajua account yako tayari ni international. Lakini ili kuweza kuikagua zaidi itabidi urudi nyuma. Then, utabonyeza pale juu kwenye menu, kisha utaenda kwenye settings and privacy. Then, utaenda kwenye account. Then, utaenda kwenye account information. Then, baada ya kuingia kwenye account information utaona kwenye upande wa account region imeandikwa United Kingdom, then utajua account yako ni in international. Sasa baada ya kutengeneza account yako international, usisahau kuzima VPN yako. Baada ya kuzima VPN yako uko tayari kuendelea na kazi zingine. Okay, hivyo ndio ilikuwa namna kutengeneza TikTok international account kupitia simu yako ya mkononi. Natumai utakuwa umeelewa, kama umeelewa usisahau kusubscribe, like, share na rafiki yako ili naye aweze kujifunza jinsi ya kutengeneza international TikTok account ili naye aweze kutengeneza content ili aweze kuingiza pesa kupitia simu yake ya mkononi. Na pia kama una maoni yoyote kwamba content gani unataka niweze kutengeneza katika page yangu ya YouTube, niandikie hapo chini kwenye comment section. Pia usisite ku like comment, pia hata kama umeweza kujifunza, umeenjoy content hii, comment emoji yoyote hapo chini. Nitashukuru sana kwa support yako. Asanteni sana, until the next one. Peace out.